Kocha kutoka Bulgaria, Dimitar Nikolaev Pantev amekubali kuwa kocha mkuu mpya wa vigogo wa Tanzania, yani Simba Sports Club. Kocha huyu amezaliwa mwaka 1976 huko Bulgaria na amesaini mkataba wa miaka miwili hadi Juni 2027. 20 Ikumbukwe, kocha huyu amewahi kutumikia vilabu mbalimbali katika misimu tofauti ikiwemo klabu maarufu nchini Botswana, Orapa United Simba imelipa fidia kwa Gaborone United ili kumwachia na kocha huyo alitua katika timu hiyo ya Gaborone Januari 23, 2025 na aliwasaidia kushinda taji la ligi kuu ya Botswana. Pantev atatua Dar es Salaam hapo kesho, na hivi ninavyozungumza tayari tiketi imekusha katwa. Anakuja na kocha msaidizi mmoja pekee, kwa sababu mikataba ya benchi kubwa la ufundi wa Simba inaisha mwezi Juni. Klabu imeamua kuendelea nao kwa sasa na kumpa Pantev nafasi ya kuamua nani ataendelea naye baada ya June. Katika umri wa miaka arobaini na tisa, Pantev tayari ameshinda mataji ya ligi nchini Cameroon akiwa na Victoria United na Botswana akiwa na Gaborone United. Mshindi wa kweli, sasa yupo tayari kwa changamoto ya Simba. Hii ndiyo habari mpya kwa Simba. Je, ujio wa Pantev itawaondoa uteja mbele ya Yanga, wana Simba? Docus Daniel, Sauti Kuu Sports.